Gentleman inafahamu nafahamu ya kwamba kila mtu ameuangalia wimbo wa Diamond Platinum ambao unaitwa Msumari, ambaye amemweka mwanadada fulani ambaye anaitwa Rara kwenye video vixen kama video vixen kwenye uu wimbo wa Msumari. Naifahamika ya kwamba huyu Rara mwanadada Rara si mara ya kwanza kufanya kazi na Diamond na kipindi ambacho alifanya kazi, alafu kitu ambacho kilimfanya akaonekana kuwa mzuri. Sasa kile ambacho kina kinaleta utata kwenye mitandao ya kijamii ni kamba kwamba kuna jamaa fulani ambaye anaitwa Ally Kamwe. Ally Kamwe amepagawa na mrembo anayetumika kama video vixen Rara Msumari ya Diamond Platinum. Eh, katika ukurasa wake wa Ally Kamwe amesema ya, ya kwamba mvumilivu umenishinda. Hivi huyu dada kwenye hii video ya Msumari ni Mtanzania mwenzetu au tumemkopa kutoka mbali? Kulingana na video vixen huyo Rara kwenye wimbo wa Msumari, huyu mwanadada anaonekana kuwa mrembo sana, hata kuliko warembo wengine ambao yeye mwenyewe ungeweza kitu ambacho kimemfanya Ally Kamwe kujiuliza ya kwamba hakuna Mkenya mrembo kama Rara. Kulingana na Ally Kamwe, ndio maana ameshangaa na kujiuliza ya kwamba hivi huyu mwanadada ambaye Diamond Platinum ametumia katika wimbo wake kama video vixen, ni Mtanzania ama wamemkoba kutoka huko mbali. Lakini inasemekana ya kwamba Ally Kamwe amevutiwa sana na urembo wa Rara, kitu ambacho kinamfanya akamsifia na mambo yenyewe yamei kia Rara huenda tukajua ya kwamba kuna kitu ambacho kitakuja kufanyika baadaye, lakini kwa sababu tunagundua ya kwamba wanadada wetu wakiwa wamesifiwa sana, wakati mwingine wao wanajiajiria kwa sababu wanaamini ya kwamba yule ambaye anawasifu sana ameamua kuwapenda kwa hivyo, lakini tatizo ni kwamba Rara Mwe ni mtu ambaye Diamond Platnumz anampenda sana, lakini iwapo ujumbe wa Ally Kamwe utamfikia yote, lakini mbacho ni sawa, lakini kile ambacho nimeona hapo, mambo yanaenda kuchemuka sana kwenye huyu mrembo Rara, atakuwa anapiganiwa na wanaume wana wengi ambao wako na pesa na wanaume um, wana wengi ambao wako na magari mazuri na mafumba na kila kitu, na mwisho wa siku atatumika ata vibaya, na baadaye atakuja kuchutia. Langu jina ni Maskini Msomi, na kile ambacho naomba ni kwamba kisha ya kwamba unasubscribe kwenye hii channel, ndio du tuende sawa, ndio kila kitu ambacho kikiwa kinatokea kina mahali popote, nitakuwa ni na kusukumia na kukifahamu eh, na kutakia kila laheri, eh, Mungu akusaidie kwenye njia zako kuwe na baraka, na ufikie malengo ambayo umelenga kuwa katika maisha yako. Kila la heri.